Jana nilikuwa mahali na nitaomba radhi nimtolee mfano, mtoto wa mtumishi mwenzetu. Mtoto wa mtumishi mwenzetu yuko darasa la tano na nitaomba profesa Mbamba na dokta, siku moja nimlete yule mtoto. Yuko darasa la tano lakini yule mtoto ana miaka kumi kwanza na ofisi yake, halafu ana type karibu peji kumi spidi ya dakika kama kumi na tano au ishirini. Ana ofisi yake. Juzi akaniambia jana yo niivyokwenda, akaniambia mimi, nimelelewa na watu ambao siwafahamu na wamenikuza watu ambao siwafahamu. Nikamuuliza unamaanisha nini? Anasema sasa, mimi nilipokuwa tumboni mwa mama yangu, mimi nilikuwa namjua mama ni nani? Anasema nilipozaliwa nashukuru kwamba wamenelea alafu naanza kuona hawa ni nindu. Ndugu zangu, huyo mtoto wa darasa la tano na anaongea Kiingereza kama mtu mzima, lakini akanihitimishia akasema, anataka kwenda kuonana na mkurugenzi wa TCRA, ila nisimweleze umri wake kwa sababu nikimweleza umri atakataa wazo la kuonana naye na leo nikaamua nimpigie mbele akalitawala wa mkoa akaendelea kunisisitiza usiwaambie umri wangu, lakini mwishoni akaniambia wanafunzi wengi leo, sijui kama wanafahamu A anasema wazazi wengi leo wanawakataza watoto wao wasitumie simu. Anasema wanakosea kikubwa, wawaambie watoto kwenye simu wafanye kitu gani. Kamwambia, ina maana wewe jamaa unataka kuwa injinia baadaye? Akasema uinjinia uko wa aina nyingi, unamaanisha uinjinia gani? na kama moja, na watania hapa na tamani darasa moja la wanafunzi nije nimlete yule dogo, angalau tu aweze kuzungumza nao. Anazungumza mambo yuko mbele ya masaa, na walimu wake naamini na wanapata tabu sana, namna kumfundisha, kwa sababu anasema walimu wanamkalilisha, anasema walimu wananikalilisha na mimi sitaki kukalilisha. Nataka nijue hii maana yake nini. Sasa mimi amenipa kaza na niuliza, kwa nini mtandao ulikuwa upatikani siku ya vurugu tarehe 29. Mamake huyu hapa, yule pale amerudi mamake, yule pale. Anasema kwa nini haipatikani? Na sio ile pepa yangu iko kwenye gari ameiandika. Darasa la tano. Sasa hoja yangu ya msingi ni kwamba sisi tunapokuwa wanafunzi wa vyuo vikuu kwanza kuwa tu wanafunzi wa chuo elewa kitu kimoja, unapotaka kuongea mahali lazima uwe unachagua pia maneno ya kuongea. Huwa nawaambia ni kama wenzangu hawa, ukishaanza leo, msadu anasoma PhD, namna anavyoongea akiwa hana uphd akipata PhD ni tofauti. Hata Kiingereza tu nitakuwa na kushangaa, kama unataka kuongea kila kitu alafu Kiingereza haukipangilii vizuri Watu wanasema mwona, PhD nzima, unaona Kiingereza chake PhD nzima. Kwa hiyo wewe ukiwa unaongea Kiingereza, umeona degree nzima, umeona degree nzima Kiingereza chake anasema I went to Iringa tomorrow, umeona. Kwa hiyo wewe mwanafunzi wa chuo kikuu, una namna pia ya kupangilia mambo yako vizuri. Sasa hoja yangu ya pili ambayo nitaka kuisisitiza, kila mmoja ajione kwamba anaweza